Mheshimiwa Rais, Zanzibar ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye pia ni mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, mheshimiwa viongozi wa chama na serikali mlioko hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri wa elimu na mafunzo ya mbali, Mheshimiwa Naibu Waziri wa elimu sayansi Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, lo katibu mkuu kiongozi, makatibu na naibu makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa baraza la wawakilishi na wabunge, waheshimiwa wakuu wa mikoa ulio ukiongozwa na mwenyeji wetu kuwa mkoa wa Kusini, baada ya wakilishwa wa leo dtara mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar, ndugu viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali, ndugu wahadhiri na wafanyakazi wa chuo kikuu cha taifa, wanachuo, wanafunzi, wahitimu, wazazi na walezi, wageni waalikwa waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mheshimiwa mkuu wa chuo na wageni waalikwa, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya njema na amani katika nchi. Tunamshukuru kwa kutuwezesha siku ya leo kukutana katika sherehe hii ya mahafali ya ishirini na moja ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Pili kwa niaba ya jumuiya wote ya Suza, na kushukuru wewe Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, kwa kujumuika nasi katika mafanikio haya. Uwepo wako Mheshimiwa Rais unaonesha msisitizo wako mkubwa katika maendeleo ya elimu nchini. Nichukue fursa hii pia kupongeza kwa dhati kwa kuchaguliwa tena Mheshimiwa Rais, ushindi huu wa aina yake si tu kwa idadi ya kura, bali pia kwa namna nchi ilivyofunikwa na bawa la amani na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa umri wangu Mheshimiwa Rais, hali hii haijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi yetu. Ushahidi wa namna hii au mshindi wa namna hii unaakisi imani ya wananchi wa Zanzibar juu yake. Na kwetu vyuo vya elimu ya kati vilivyounganishwa na SUZA ili kuanganisa huruaa elimu ya ufundi sana, SUZA imechukua hatua kadhaa kwa kuanza kuandaa asili ya mabadiliko ya sheria kawasiliana na wizara aksea zitakazosimamia vyuo hivyo baada ya kuovuviwa na kuwasiliana na baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ya ufundi stadi. Ya hakika ni matarajio yetu ya kwamba vyuo vyote hivyo tutaaa utaita na matuuzi wake wakati wote kuanzia mwaka elfu mbili ishirini na sita. Mheshimiwa mkuu wa chuo, kwa niaba ya uongozi na wafanyakazi wa SUZA tuna tunakushukuru wewe rais na serikali inayoegoa kwa miongozo shirikiano na uzungu mnavonbelea katuwa wakati chuo kijiandaa kujitegemea fedha. Vile vile ninashukuru wizara ya elimu mafunzo, pamoja na wizara ya elimu sayansi na teknolojia kwa miongozo na ushirikiano wao waaribi. Sina budi kuchukua fursa hii ya kuwapongeza wanataaluma na wafanya kazi weenashati kwa kazi kubwa naeg wanataaluma wanaofata taaluma mbalimbali ambao wanatarajiwa kuwa mhimili mkubwa katika kuchangia stache. Aidha, ninawashukuru wadau wote wa maendeleo wa ndani na nje ya nchi waliotoka nchi mbalimbali araga. Ninashukuru uongozi wa SUZA, wataaluma na wafanyakazi kwa ushirikiano wao mkubwa. Ninazishukuru wizara ikiongozwa na wizara ya elimu na mafunzo ya amali na wizara ya elimu sayansi na na teknolojia kwa fursa hamba na miongozo yao ya mara kwa mara inavyowezesha kubaki katoka huo Mheshimiwa Mkuu wa Chuo wa kuhitimisha salamu nachukua tena fursa hii kushukuru viongozi wa serikali wageni wa nauma wahadhiri wafanyakazi wahitimu wanafunzi pamoja na wazazi na walezi wa wahitimu kwa kuitikia wetu wa kujumuika nasi

najenga msingi imara wa kesho ya Zanzibar na Tanzania baada ya kusema maneno haya kwa chuo sasa, naomba kwa ruhusa yako, ni mkaribishe mwenye mwenyekiti wa baraza ya chuo naye aseme neno. Mungu ibariki bariki Zanzibar, Mungu bariki Tanzania. Asante sana naksz